Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama hapa Kitengela tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026, nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache. Munanijua, muna nijua mimi ni nani? Mimi ni nani? Asante. Kitengela, Kitengela! Mimi nasema hivi. Wangapi wamekubali? Kasongo tunamuondoa sasa hivi. Mnataka kungoja mpaka twa twa twa twa? Ni sasa hivi tunatoa Kasongo. Nini ilipatia paranya kazi? Nini itatoa Ruto State? Nini itatoa Ruto State House? Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Sasa wana wengine wanajaribu kuuza chama cha ODM kwa Ruto. Tunawaambia umewapatia deposit, waambie wakurudishia pesa yako, wananchi wako na zivuna, ora